Wenyeji wa, wa mashindano haya ya Afcon 2025 watakuwa uwanjani dhidi ya ya timu ya taifa ya Nigeria. Kumbuka Nigeria waliwaondoa timu ya taifa ya Algeria. Yeah. Ushindi. Yeah. Kumbuka kulikuwa mateso mengi uwanjani. Yeah. Lakini <laughs> <laughs> Morocco wakapiga mpira ambao Tanzania tukabaki tunashangaa hivi, hawa ndio Morocco ambao tucheza nao. Ndio wale tuliwashikia timu ya taifa ya Cameroon. Mmoja mmoja la boy mmoja mchezo. Yeah. Yeah. I think ni nusu finali, ni finali ndani ya nusu finali. Nah, yani kiukweli na hii ndio itakiwa iwe game ya, ya, ya finali. Yeah. Lakini yeah. <laughs> Lakini namna tunachoweza kukifanya, ambazo inaweza kukifanya ni uh, washikaji zangu wa, wa Nigeria ambao watakuwepo hapa Bongo ni kukaa kula jorofu <laughs> wa, wa, wa Morocco ambao wako hapa Bongo kunywa chai na na, na visheti game itakuwa game mzuri sana na uhakika um, Nigeria wanaingia uh, kwenye hii game wakiwa wamefunga magoli kumi na nne kufunga yeah. sio shida zao kufunga sio shida kwao yani. goli kumi na nne record ambayo uh, iliwekwa uh, katika uh, the whole tournament ya timu kufunga goli nyingi iliwekwa na, na Ghana mwaka elfu mbili na nane. they went all the way wakachukua na ubingwa sawa so, leo hii uh, Nigeria wanaingia wamefunga magoli 14 pungufu ya goli moja you can see, kwa ina maana, ina maana wanaweza kwenda ku ku, ku, ku, echo the record yeah, ama kuvunja kwa sababu wana game mbili yeah, probably yeah, kufika so ni, ni, ni game nzuri sana ni game nzuri sana uh, Nigeria hawatakuwa na, na, na captain uh, Ndidi uh, kwa sababu ya ya, ya, ya kadi ya njano a uh, lakini sio shida sana kwa sababu kuna kuna, kuna wachezaji wengine wazuri ambao wanaweza kufill in. Anacheza katikati. Yeah, wanaweza kufill in. Yeah, mm -hmm. Morocco wao hawana uh, tangia game ya kwanza wana wachezaji wao muhimu sana. Unai ya, na Roman Saiss hawajacheza Saiss hajacheza hata game moja. Uh, una, unai amecheza game ya kwanza. Akaumia. Yeah. Yeah, one of the best midfielder wa Morocco so kwenye majeruhi sidhani kama wanakuwa wana shida sana uh, kila timu ina, ina, ina watu ambao wanaweza wakajaza nafasi zao ambazo tayari tumeshaona. So ni game ni game tough, lakini na imani na itakuwa ni game tamu sana, kwa kuangalia kwa kuitazama. Kwa kweli hiyo game naisubiri, napata na, na, tabu sana hata kupredict hiyo game, unajua kwa sababu natamani tamani tukukaa na kuangalia football game time tuona tuonavyo sisi.